Alinihadithia ustadhi mmoja kuna mtaa fulani, vijana walikuwa wakivuta sana bangi, na wakawa wanahusiana juu ya kuvuta, na wanasema ile bangi, wakati unaivuta, unavyoihusia ndivyo inavyokupeleka. Kwa hiyo ukaona vijana wanasokota, asema leo nikose haya leo, maana nimekodiwa kwenda kumtukana mtu fulani, nataka niwaone ni watu wote kama paka tu. Alafu anaanza kuvuta, mimi nakuambia leo nataka nahwa zipande ashiki sijui wanazihitaji zozote arosto, alafu anitambue leo na vitu kama hivyo. Basi mmoja akasema, bwana e, mi naacha wasia kabisa, siku ni kifa njoni mvute bangi katika chumba changu nilicholala, mnasikia? Washikaji aikisha ile bangi mupasiane mpaka ya mwisho, ikibakia niwekeeni mimi kile kipisi cha mwisho katika mdomo wangu na mimi niko katika kitanda cha mauti, alafu muondoke zenu Anaagwa rasmi na bangi, maana aliishi kwa kuitumikia. Siku miongoni mwa siku, wakafa yule kijana, watu wanakwenda kumkosha, wanamkuta ameng'ang'ana mkono, ukiukamata utafikiri chuma, na miguu imekunja. Anauliza mkoshaji, maiti huyu vipi? mauti yamemchukua, lakini mkono, miguu, mwili mzima umekuwa hivi? Wakatia mafuta ya kumnyoosha, wakampaka mafuta mpaka wakachoka. Ukirudishwa mkono mahala pake, unarudi pale pale, unajikunja. Mguu unarudi pale pale pale, unajikunja. Washikaji wakauliza, mbona hendi kuzikwa? Tumeambiwa saa saba. Wakaelezwa kwamba bwana, mkono na miguu na mwili wa maiti umekataa kabisa, mm. Shekhe akauliza kwani kuna mtu ana ugomvi naye huyu, au kuna kitu chochote ambacho si cha kawaida kimepita hapo? Watu anasema hakuna, labda tuwaulize vijana wenzake, maana alikuwa na maskani yake pale hatoki, akiingia asubuhi mpaka usiku. Washikaji eh. huyu kuna nini? Anasema Jamaa kwani nasahau, kama alihusia mshikaji, alihusia alisema, tuvute bangi siku ya kufa kwake. Hatujavuta, twendeni tu wazee, tupisheni, tupisheni. Wazee wakatoka, ikavutwa bwana. fi ujrati ghusl ala khashabati al mayyit wa, wakasokota wakavuta, wakavuta kwa dauri, ile aina ya kupokea bangi, kila mmoja anaitisha mpaka ilipofika kipande kile cha mwisho akaekewa marehemu moto, yatahallalu min baini famihi, unatoka katika pua yake. Washikaji wametoka mbe, sasa wazee, ingieni. Wakiingia wakimgusa maiti kama halua, mikono yake na miguu yake, ameridhika kama wewe unasema raditu billahi rabba

Vijana, usighurike na ujana wako na bangi zako. Mmoja alinihadithia kisa cha ajabu, alisema bwana mmoja mvuta bangi katika vijana. Siku moja alitafuta karatasi ya kusokota bangi yake hakupata, mvua imenyesha. Akapata kijuzuu, akakichana, akasokota bangi, akavuta

ya laitani lam uta kitabia, atakepewa kitabu kwa mkono wa kushoto atasema bora nisingekiona wala kukipokea kitabu hiki. Ya laitaha kanatil qadhiya, bora ingekuwa kufa kwangu ndo mwisho wa maisha yangu. Ma aghna anni maliya, hivi kumbe ule utajiri na mali zote hazikunifana chochote. Halaka anni sultaniya Kumbe kile cheo changu ndo sababu ya mimi kupotea. khudhuhu <tip> faghullu Allah, nasema <tip> <Allah>, anatamka nini huyo? Mchukweni, mfungeni. thumma aljahima sallu, kisha mtupeni katikati ya moto wa jahannam. Thumma fi silsilatin dharuha sabiuna dhiraan fasluku, kisha mfungeni na sabiini dhiraa. Haijulikani elfu sabini wala milioni sabini wala bilioni sabini wala trilioni sabini, haijulikani. Anajua Allah, unafungwa nazo. Fasluku, kisha mfungeni nazo. Kwa nini yote hayo? Innahu kana la yu'minu billahil azim, hukumuamini Mola. Madam hukumuamini hukumuabudu. Madam hukumuabudu hukupata kitabu kwa mkono wa kulia. Allahumma sallim ya Rabb

akamwaga machozi kutoka katika macho yako yakadondoka, juu ya kipaji cha uso wangu, yakanigharikisha. Wa qala hullu, akawambia mwageni alaihi turaba wa ghtanimu, mwageni mchanga, tafuteni thawabu. Maana mkimwaga michanga hapa mnapata thawabu za kumzika huyo. Hullu alaihi turaba wa ghtanimu husna lthawabi min aljabbari ilminani, tafuteni thawabu kutoka kwa Mungu. Ndio maana mazikoni unaona watu wanapigana pauro, kila mmoja anataka yeye kupeleka pauro nyingi, aambiwe kamzika. Amuni hurumi, mnaniacha hapa, usiku wa leo unalala peke yangu. Yule penda kweli, na aje alale na wewe. pana dali hani hani wote wako huko, wamekuacha peke yako. Mali uliokuwa unapigana unauana na watu, umeiacha huko, haijavuka hata kizingiti cha mlango. Bali majuhalai wengine kule wanagombana juu ya mali ulioacha wewe. Kachuma mtu mwengine, wanakuja kula watu wengine mjomba anaweka kufuli yake kwenye chumba cha mali, mama watoto kaeka yake kabla ya mjomba, bali babu wanakuja kuweka ya tatu. Anasema mwanangu, ah, mami, ndugu hao wanakuja ndugu yetu wanaweka lao bonge la kufuli kuliko yote, hakifunguliwi hicho kama kila mmoja hajahudhuria pale. Wote hawa wana haha juu ya mali ulioichuma wewe, wala hukuitumia wewe watatu ana roho hao kwa sababu ya mali dunia hiyo. wandhur liman hawa dunia liyajmaaha hal raha minha bighairi lqutni walkafani. Watizame wote wanaoondoka katika hii dunia, wameondoka na kitu chochote zaidi ya pamba na sanda, ndo hicho hicho tu. Zile dola ziko wapi? Hakuna. Dola chi shilling ziko wapi? Hakuna. Dhahabu ziko wapi? Hakuna. Vitu vya thamani viko wapi? Hakuna. Majumba yako wapi? Yote umeacha. Wataraktum ma khawwalnakum waraa dhuhurikum, yote mmeacha nyuma ya migongo yenu.